Uongozi simplified. Um, sasa hauwezi kuzungumzia uongozi bila kugusa maeneo haya matatu. Uh, uongozi unahusisha um, uh, watu, rasilimali na muda. Sasa uh, okay, tuanze kwenye muda. Kwenye muda huku Tanzania sisi na Waafrika kwa sababu ya tamaduni zetu, ndo yale unaambiwa njoni uh, saa nane kumbe tunataka uh, tukio letu lianze uh, saa tisa Aweza tukamwambia mtu bwana, njoo uh, saa nane akaja saa nane lazima aende na moja kichwani. okay, hiyo ni ishu ya muda, uh, kwenye eneo la uongozi um, na mambo mengine ya kuheshimu muda muda uh, kufanya kufanya vitu vitu kwa muda, kufanya vitu rasmi eh, uh, kwenye rasilimali hapo sasa, hapo eh, ni hatari. Ndio hapo sasa utagusia mambo ya rushwa, mambo ya kutokuwa waaminifu. Na sasa kuna kitu kimoja, issue ya integrity uh, kwamba uh, kile uh, unachokifanya leo uh, watu uh, ukiwa silini ndio uh, uko tayari uh, watu uh, uh, wakione ukikifanya hadharani maamuzi ya kuhusu rasilimali eh, unaoyafanya ukiwa peke yako eh, uko tayari kuyafanya ukiwa mbele za watu okay. Kwenye ishara uh, ya rasilimali kuna mambo ya rushwa na vitu vingine kama hivyo, na haya uh, ni tabia ambayo imejengwa na ikaaminika kwamba ni uh, sehemu ya maisha ya mtu kwa hiyo uh, kiongozi unapomwona uh, sio mwaminifu kwenye mambo ya rasilimali na vitu kama hivyo uh, sio jambo la kumwambia tu kwamba s wewe leo hacha kufanya hiki. E, ni vigumu sana, kwa sababu uh, amekuwa anafanya hivyo kwa miaka na miaka ova uh, miaka ishirini iliyopita, kwa sababu iko hivi uh, watu wengi ambao, okay, tuseme uh, watu wazima. See, watu wazima hapa sana nazungumzia, sa tuanzie hapo kwa vijana Uh, miaka thelathini na nakwenda huko mpaka kwa wazee ni matokeo ya vile walivyoamua kuwa wakiwa vijana barehe. Wengi wetu tutakuwa mashahidi, maamuzi tulioyafanya tukiwa vijana barehe, eh, teenagers, ndio yametufanya hivi tueleo mpaka, mpaka sasa hivi. Kuna mambo ulikutana nayo wakati uko vijana barehe, na ndio unayafanya mpaka sasa hivi, eh, na utakuwa shahidi. Um, sababu kipindi cha mtu akiwa kijana bale ndio anajitafuta ndio anawatafuta kwamba ni kitu gani cha muhimu nitakisimamia kwenye maisha yangu na vitu vingine kama hivyo. Sasa, e, nilikuwa nazungumzia maswala ya silima. Tuje sasa kwenye watu, okay? Uh, hapa sasa ndio kuna changamoto kwa sababu uh, tunaongoza watu, binadamu ni very complex. Kwa maana ya kwamba kuna mambo mengi yanayochangia yanayoathiri yanayo, changia, yanayo, athiri, yanayo hatoa hamasa ya namna gani, huyu binadamu aweje, huyu mtu aweje, akiwa kazini akiwa kwenye shughuli zake nyingine. Nasasa, ngosu, na sasa sisi viongozi tunakutana na ha, hawa watu ambao, um, tamaduni zao walipotoka zimeamua waweje eh, ukiachilia tamaduni, lakini fani kaa unazungumzia uh, watu wa ule mfano, watu wa watu Kigoma, kuna zile ile mtazamo kwamba ah, watu wa kutoka Kigoma ni wabishi sana okay? au labda watu uh, Wahaya wanajisikia sana wanapenda masifa sana ya, na vitu vingine kama hivi uh, lakini pia uh, experience za maisha zinaamua watu wawe na tabia gani watu wa, uh, wawe na misimamo gani. Sasa na haya uh, yote kama kiongozi unatakiwa yote haya matatu uwe na uwezo mkubwa wa kuyamudu okay? Na sasa nita address uh, kwa ufupi sana kwenye eneo la, la, la, la binadamu. japokuwa binadamu ni complex, uh, binadamu kuna namna ya kumwelewa. uh, sisi wote na wewe utakuwa shahidi. uh, kila mtu anapenda kitu kizuri, yani anapenda yeye ya afanye vizuri na kama hivyo sisi ni wabinafsi. na sasa tutafanya chochote kile ambacho tunatakiwa kukifanya kama yale matakwa yetu yatafikiwa. Kwa sasa ukiwa kama kiongozi maana yake ni kwamba unafahamu kwamba hawa uh, watu nao naowaongoza sio uh, tu kwamba wanataka kufanya kazi. Yaani kazi sio kipaumbele chao cha kwanza. Kuna kitu anakipata hapa, wanapokuwa wanafanya kazi na binadamu yoyote yule tafiti tafi uh, ifanye na mwanasaikolojia anaitwa Maslow. Atengeneza inaitwa hierarchy of need kwamba ule mpangilio wa vipaumbele wa mahitaji ya binadamu, binadamu anahitaji kuliko vingine vyovyote vile. Cha kwanza mahitaji ya kimwili, chakula, maji, seksi, yani kingine. Okay, mahitaji yale ya kimwili. Kwa hiyo mtu atafanya chochote kile ili apate haya mahitaji ya mwili, apate chakula, apate maji. Kwa hiyo watu wanakuja kazini, ni kwamba mwisho wa siku wanategemea atapata mshahara, mshahara wa kununua chakula. Okay. Kuna mambo mengine ya ku, ku, ku uh, mambo ya kusifiwa kujisikia vizuri kuona mtu anathaminiwa. Kuna mambo ya usalama eh, binadamu anataka kukaa sehemu ambapo atajiona yuko salama okay. Uh, binadamu anataka kukaa sehemu ambayo anajiona anaheshimiwa anaonekana anathaminiwa. Kwa hiyo wewe ukiwa kama kiongozi, kwa sababu sisi kama viongozi mwisho wa siku tunataka kuona matokeo. Tuna kazi, tunataka kuona matokeo, tunataka kuona uh, impact, tunataka kuona products, tunataka kuona service na hivi vyote tunawahitaji watu hawa tunaoongoza ili yaweze kutokea. Kwa sasa ukiwa kama kiongozi na wewe, ni vizuri kutumia ujuzi huu wa ufahamu wa ukweli kuhusu uh, kinachotoa hamasa ya nini ya uh, hamasa ya kitu gani mwanadamu afanye. Alright uh, Jua kwamba ukimfanya mtu ajione wa thamani atafanya kazi yako kwa urahisi. Ukihakikisha kwamba uh, unayemwongoza kuna uhakika wa yeye kupata chakula na maji na mahali pa kulala, hautapata shida katika uongozi wako. Kuna kitu kingine cha maswala ya conflict, maswala ya ugomvi. Unajua watu tunagombana sana kwa sababu uh, ya kutokufikiwa kwa matarajio. Simple hivyo, watu wanagombana wa hawaelewani, kwa sababu uh, matarajio hayajafikiwa. Yaani inakuwa hivi, mfano uh, uh, mimi na wewe unaye nitazama, tumegombana na sana, ukiangalia kiundani kilichosababisha tugombane ni kwamba mimi nilikuwa na matarajio fulani ukafanya kwa namna fulani, na wewe ulikuwa na matarajio ya aina fulani ambayo mimi sijafikia na wewe haujafikia matarajio hayo. Mwisho wa siku kila mtu anasema ah, kuna huyu afanya nini? nilitegemea atafanya hivi, nilitegemea atafanya hivi. Bombi unaanza hapo. Unaweza kuwa ule wa kushikana na kupigana ngumi, au unaweza kuwa tu ile internal conflict uh, mtu na watu uh, hawazungumzi na na vitu kama hivi. Kwa hiyo waiyo uh, maana yake hii ni kwamba ukiwa kama kiongozi kwa dress kwenye ishu ya, ya, ya conflict, kwa sababu watu wakiwa uh, wakisha kuwa tu watu, watu wawili pamoja, ugomvi ni lazima utokewa. Kama kiongozi ni muhimu kufahamu namna ya bil na, na, na ugomvi. Hakikisha matarajio yanakuwa explained, yanakuwa wazi, watu wanafahamu matarajio yao, kwamba uh, sawa, una wajibu lakini tunategemea ufanye hiki k okay. Na kila mtu anakuwa anafahamu kwamba mimi ah, wanategemea nifanye hivi okay. kuna uwazi huo uh, inasaidia sana kupunguza uh, uh, goa kuongoza watu kwayo, kwa hiyo nimezungumzia vitu hivyo kwamba ukiwa kiongozi uh, utadili na vitu vitatu, utadili na watu, utadili na rasilimali, utadili na muda okay. Katika haya yote nimechukua muda mwingi kuelezea kwenye eneo la watu, kwa sababu uh, ni Uh, sisi binadamu ni na masuala ya conflict na masuala ya uh, ya vipaumbele na masuala ya hamasa ambayo nimeyazungumzia. Kwa hiyo I hope leadership simplify hii itakusaidia kufanya vizuri katika uh, maeneo yako ya uongozi. Hii ni hekima ya leo, na kumbuka haijawa hekima mpaka umeitumia. Asante, unaweza ukashia na mtu mwingine ambaye unaona hii tamsaidia sana, lakini pia niambia kwenye comment gani ambacho unaona um, uh, kimekufanya useme, aha, kumbe ni hivi. Niambia hapo kwenye komenti.